Kila siku miti hunyonya kaboni kutoka angani. Hii inafanya hewa kuwa baridi na inabadiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika kipindi cha mwaka mmoja, mti mmoja unayofyonza takribani kilo thelathini na tatu za kaboni. Huo ni uzito wa kulungu mdogo kila salio la kaboni linawakilisha elfu moja au toni moja ya metriki ya kaboni inayotolewa kutoka hewani na kuhifadhiwa kwenye miti. Huo ndio uzani wa jaguar kumi na wawili. Kwa kawaida, nahitaji takribani miti mia tano ili kunyonya kaboni ya kutosha ili kupata salio moja la kaboni lakini hii inategemea umri gani na jinsi msitu ni mnene na ni aina gani za miti hukua huko. Kila mkopo wa kaboni una thamani ya kati ya dola tano 5 na dola makumi tatu katika soko la kaboni. Tunapozidisha hiyo kwa miti yote msituni, inaongeza hadi pesa nyingi haraka sana. Lakini ngoja, ni nani anayenunua kitu hiki kisichoonekana? Hilo ni swali nzuri. Watu wanaonunua mikopo kwa kawaida ni makampuni makubwa na serikali zinazotaka kulina msitu kwa sababu ya faida zake za hali ya hewa. Na kwa nini wanataka kuzinunua? Katika jamii zilizoendelea kiviwanda, karibu kila kitu kina thamani ya kifedha. Ikiwa kitu hakiwezi kununuliwa au kuuzwa, mara nyingi hakithaminiwi. Wakati mwingine jinsi makampuni yanavyopata pesa huzuru asili. Kwa mfano, wanapotoa wa vitu kama kaboni hewani vinavyosababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Hii inatuathiri sisi sote, haijalishi tunaishi wapi. Mabadiliko ya hali ya hewa yanafanya iwe vigumu zaidi kwa mwanadamu na wanyama wote kuishi katika sayari hii. Wamiliki wa makampuni makubwa na serikali za nchi waliko makao yao wanajua kwamba uchafuzi wa mazingira ni tatizo kubwa, lakini mara nyingi wanatanguliza biashara zao na hawataki kubadili jinsi wanavyofanya mambo, na kwa hivyo wanajaribu kutatua tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa kwa kununua mikopo ya kaboni. Ndiyo hasa wazo ni kwamba kama watanunua kiasi sawa cha mikopo na kiasi cha kaboni ambacho biashara zao hutoa hewani, wanaweza kufuta hatari za uchafuzi wao. Hii inaitwa net zero au carbon neutral. Kulinda misitu mahali pengine ambayo inachukua kiasi sawa cha kaboni inayotolewa nyumbani. Katika baadhi ya nchi mtu pekee anayeweza kuuza mikopo ya kaboni ni serikali. Katika nyinginezo mtu yeyote ambaye anamiliki miliki hatimiliki ya ardhi, yeye misitu, anaweza kushiriki katika soko. Wakati serikali ya kitaifa au jimbo ni muuzaji, inaitwa REDD+. swali yeyote Je, watu wa kiasili na wenyezi kujitokeza wapi katika picha? Sisi ndiyo tunalinda maeneo yetu dhidi ya ukataji miti. Hiyo ni kweli. Katika video inayofuata, tutazungumza kuhusu haki zako katika soko la kaboni na jinsi ya kuzilinda.